Karibu katika taarifa yetu ya habari ya takriban dakika zisizopungua sitini, tukikutangazia moja kwa moja kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Mimi ni Gabriel Zakaria nashirikiana pamoja na, na Rahel, Rahel, Rahel Muhando na pia wewe, pia mtazamaji, tunakualika kwamba fuatilia katika matangazo haya na hapo baadaye utashiriki pia katika peji yetu kwa kututumia maoni yako juu ya yale ambayo unayatazama katika matangazo haya. Tutumie maoni yako katika peji yetu ya TBC Habari, e, nasi tutaisoma, tutasoma maoni yako hayo utakayotutumia. Na tuanze sasa taarifa hii ya habari kutoka Dodoma, ambapo amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama, Rais Dr John Magufuli ametoa wito kwa Watanzania kuwaenzi mashujaa waliopigania taifa hili hata kupoteza uhai wao kwa kulinda amani ya nchi. Akizungumza katika maadhimisho ya kumbukumbu ya siku ya mashujaa mkoani Dodoma, Rais Magufuli amekumbushia kwa mara nyingine nia ya yake ya kuihamishia serikali mkoani Dodoma na kusema kuwa katika kipindi cha miaka mitano ya uongozi wake hilo litatekelezeka. Tuungane na mwandishi wetu Grace Kingalame kwa taarifa kamili kutoka Dodoma. kuwa na kufahamu kwamba ulinzi na amani ya kweli inatoka kwako Mungu wetu na kwa sababu hiyo tunakuomba ubariki muungano wetu uendelee kudumu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba uwabariki na uwajalie kila la heri watanzania wote. siku maalum kwa ajili ya kuwakumbuka mashujaa waliopigania na hata kugharimu maisha yao kwa ajili ya nchi, ikifanyika kwa mara ya kwanza mkoani Dodoma, makao makuu ya nchi. vitu mbalimbali ikiwemo silaha za jadi na mashada ya maua yaliyowekwa katika mnara wa mashujaa ikiwa ni ishara ya kuwaenzi na kuwakumbuka kwa mchango wao adhimu kwa nchi yao. Amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Ulinzi na Usalama, Rais Dr. John Magufuli, akatumia hadhira ya viongozi mbalimbali wa kitaifa na kimataifa kuhimiza amani na utulivu wa nchi: tuijenge na kuidumisha amani yetu. Kwa Tanzania, nina uhakika kwa umoja wetu na kwa mshikamano wetu na kwa kumtanguliza Mungu mbele, nina uhakika tutakuwa tumewaenzi vizuri mashujaa wetu ambao wametangulia mbele ya haki. Tuwaombee mashujaa hawa muhimu wa taifa letu, ili kama kuna mahali popote walifanya dhambi katika matendo yao ya ushujaa wa kulikomboa taifa hili Mungu akawasamehe dhambi zao. Nia ya serikali kuhamia mkoa ni Dodoma akazidi kuisisitiza kwamba ipo pale pale. Nimefurahi mmekusanyika wengi sana na hii ndiyo ishara tosha kwamba makao makuu yako Dodoma. Dodoma ndiyo penyewe Haiwezekani wabunge zaidi ya mia tatu wanakaa Dodoma, makao makuu ya chama changu ninachokiongoza kiko Dodoma, halafu ifike serikali inayoiongoza ambapo mawaziri wenyewe wa hawafiki hata thelathini na manaibu waziri na makatibu wakuu tushindwe kuhamia Dodoma. Kwa upande wake, waziri mkuu Kassim Majaliwa amesema ameshatoa maagizo kwa mawaziri wote kujipanga na kuhamia Dodoma haraka iwezekanavyo, na kwa kuanza yeye atahamia mwezi Septemba mwaka huu, huku rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dkt Ali Muhammad Shein akisisitiza suala la amani. Natoa maagizo kwa mawaziri wote wa wizara zote, huku nikiwa najua wana nyumba za kuishi Dodoma na wana ofisi ndogo Dodoma Wahame mara moja Dar es Salaam wahamie Dodoma. Na Mheshimiwa Rais, baada ya agizo lako la juzi jana nilimwita waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu na katibu mkuu, nimewaagiza wakamilishe nyumba yangu naamie mwezi wa tisa haraka sana pale juu. Katika jitihada za kuimarisha amani ya nchi yetu, kama mheshimiwa rais alivyosema, nitashirikiana naye kwa uwezo wangu wote alionipa Mwenyezi Mungu, na nguvu zote nitasaidiana naye, na tumeanza kufanya kazi kwa karibu sana, mimi na yeye. Nitajitahidi nifanye kazi naye kama alivyofanya kazi na viongozi waliokwisha staafu. Sasa hivi nao baadhi ya wazee waliopewa fursa ya kuwasalimia wananchi wakasistiza watanzania kumuunga mkono Rais Dr. John Magufuli kwa juhudi zake za kuiletea nchi maendeleo. Kwa nafasi hii kwanza ninamshukuru sana mkuu wa nchi yetu, rais wetu. Tunakuombea mafanikio yote na tunasema umeanza vizuri, endelea vizuri. Sherehe za maadhimisho ya kumbukumbu ya siku ya mashujaa ilihudhuriwa pia na makamu wa rais Mama Samia Suluhu Hassan, mawaziri na naibu mawaziri, naibu spika wa bunge na spika wa baraza la wawakilishi wa bunge, wakuu wa mikoa na wilaya, ikiwa ni pamoja na mabalozi mbalimbali wanaoziwakilisha nchi zao hapa nchini. Nikiripoti kutoka Dodoma, naitwa Grace Kingalame wa TBC.